zenu karibuni kwenye chaneli yangu ya Motho. Na leo tutaelekeza jinsi ya kupanga rubik cube kwa urahisi na kwa Kiswahili, lakini kabla tuenda kupanga rubiki yetu, ngoja nitatoa historia u kuhusiana na rubiki. Iligunduliwa mwaka 1974 na profesa mmoja kutoka Hungary anaitwa Erno Rubik na kipindi hicho, anasema idea yake ilikuwa ni aliona mtoni jinsi maji yanavyopeleka zile pebbles za mawe ya baharini, na niko idea ikaaidi bali na ikapelekea mpaka kutengeneza kitu kama hiki. Lakini kwa kipindi hiko ilikuwa ni anasema yeye mwenyewe ilikuwa ni za mbao mbao tu walikuwa wameunda na rababendi. Ya, kitu kikawa hapo hivyo, hatimaye akapeleka dukani kwenda kuziuza rubiki yake na, katika dukani munka duka akamwambia jinsi vile inavyo twist, akaipa jina itakuwa ni magic cube, ya kwa jinsi akiwa inavyozunguka kila upande a jinsi ilivyo, alishangazwa na jinsi ilivyo, kwa, kwa akaipa jina ya magic cube na pia mwaka elfu moja mia tisa themanini ukaenda kuushika game of the year, German game of the year, na kikubwa zaidi ni kwamba mwaka huu elfu mbili na ishirini na nne imeuzika sana zaidi ya milioni mia tano ni toy store, ikaenda kuwa best selling toy store marketing, imeuzika mno mm, na kitu ambacho labda kwa hivyo ukijua kuhusiana na pazo hii ambayo iko famous sana na inapendwa na watu wengi pia, imewekewa Hall of Fame. Kama ushawahi kusikia Hall of Fame guys, yeah, ni kitu kikubwa mno kwa Rubik Cube. Pia imewekewa mwaka 2014 US National Toys Hall of Fame in 2014, ya yeah. Kwa hiyo ni pazo moja kubwa sana ambayo inapendwa pia, kuna mashindano yake na tunakwenda kuarrange ukiwa umeweza ukifikia ume, ume, kila kitu unaweza ku arrange ya yeah. Mashindano makubwa only Rubik Cube championship hapo fastest yeah, ni puzzle mmoja kuchangamsha akili sana so, ya hiyo ndio historia fupi kuhusiana na Rubik Cube kutoka kwa professor Erno Rubik na alikuwa architecture. Unajua architecture ni swali la design, construction ya yeah ikapelekea kuleta kitu kama hiki ambayo tunapenda na watu wengi. Hiyo ni historia fupi kusema Rubik Cube, lakini pia kabla tujaenda ku arrange au kupanga Rubik Cube yetu, inatakiwa ujue ziko za aina ngapi. Rubik Cube ziko za aina tofauti tofauti, kama hizi unazoziona hizi zote ni three by three Rubik Cube, kuna kuna 4 by 4, kuna kubwa zaidi za njia tano, yaani kusema, namaanisha ni three time, three time, three na tatu tatu tatu. Kuna za mbili tu ndogo yake hii ya, ni kubwa ambayo ina ya, even, even ina njia tano, hiyo ni na tofauti tofauti za kicube, lakini iyo tenda kua endi hii ya three time, three time, three kicube yes wetu hii unatakiwa ujue jinsi inavyoshikwa, na ujue jinsi kingo na kona, sehemu muhimu, sehemu muhimu tatu ambazo ni kuna kona. Kona onkifika hii kiia cha mwisho kona ndo. Alafu kuna kingo ambazo zinakuwa jinsi zi katikati alafu kuna vidude vya katikati center part. Kwa hizi ni sehemu muhimu za rubik cube ambazo nataka uzielewe kwamba hapa cube unaweza kushika kama hivi, kama hivi, vidole vya juu, chini, katikati, kuna kulia na kushoto, hivyo kama inavyoonekana hapa, ina sura sita kama inavyoonekana. Oje ni arrange kwanza ya apeli weze kuziona sura zote zipone tayari okay, niweza kukamilisha jinsi ya kupanga rubiki yetu. Kwa hiyo tunaendelea, kama nilivyosema mwanzo, rubiki na sura sita. Kwa sura ya kwanza kila upande wenye rangi hiyo ni sura. sura ya kwanza, ya pili bluu, ya tatu nyekundu sita ndiyo hizo, ndo sura inaopatikana katika rubik cube. Okay, kama nilivyosema, kuna kingo, kuna kona, kingo na katikati. Kwa cha muhimu unachotakiwa kushika katika rubik cube, unavyotakiwa kuweka vichwani, cha kwanza ni vidude vya katikati. Unachotakiwa kujua kuhusiana na vidude vya katikati havizunguki yani, havibadiliki. Center part itaendelea kuwa center part tusiku zote, anibadiliki, ajalishi utaikaji, aijalishi utaikwaji, lakini itakuwa tuni vile vile. Hivyo hizo ni vile vya katikati, kuwa havibadiliki. Kwa muongozo wako katika kupanga rubik cube utapelekezwa na vile vile vya katikati kazi ndo mtakuelekeza. Si kwanza ndo kuujua kuzishika hizi rangi ili uweze kupata uweze usipate tabu jinsi ya kuarrange kwenye cube yako. Kiona njano ipo juu. Basi chini yake, na rangi nyeupe opposite yake, na rangi nyeupe. Siku zote kama unyarrange kwa kuta center part ikiangalia juu, basi ile chini yake inakuwa ni rangi nyeupe kama inakuonyesha. Ikuta blue hii inakuangalia sasa hivi. Basi upande wake wa pili nakuwa ni kijani siku zote. Kama rangi ya kijani kwa mbele yako, basi ya nyuma yake ni rangi ya bluu. Ukiona rangi ya chungwa iko nyuma mbele yako, basi inaofuata huku ni nyekundu. Yaani sijui tumeelewana. Kwa hivyo ni vitu vya kushika wakati wa kupanga. Kujukiwa hatua inaofuata sasa, naenda kuarrange rubik cube yetu.

Eaztakisura za Rubik cube yake. Kwa hiyo nikiomba nichukue sura, kwa sababu ni rahisi kuonekana, ili uweze kuarrange kwa urahisi. Unaweza ukachukua sehemu zote, ili wanz uweze kupanga Rubik cube yako, kwa sababu cha kwanza cha kwanza t upande katika Rubik cube ak utengeneze msalaba hizi kingo ziweze kuliana zote. Ukishamaliza kingo kuzipanga, unakuja kwenye kona ko. Naomba nichukue sura nyeupe ni ili tuweze kuelewana, kwa sababu nyeupe ndo kila ipo easy kuonekana rahisi. Ndio maana nimechagua rangi nyeupe ni, lakini kama nilivyosema mwanzo, nyeupe ni wakeziti yake inakuwa ni rangi ya njano. Kwa wakati tukisema nyeupe tunapanga katika rangi nyeupe, basi tutaigeuza juu, tutaipangia katika kingo zote, tutazipanga katika sura ya njano kwanza, alafu baadaye ndo tutarudi kwenye nyeupe. Hapa haihitaji fomula yoyote ile, unatumia akili yako tu kuweka msalaba mweupe katika sura ya njano. Kama ushaona hii ya kwanza imeshakaa, kingo moja inaonekana

nyeupe zimekaa katika sura ya njano. Hiyo ni hatua ya kwanza kupanga rubiki kiubu: unatengeneza msalaba mweupe katika sura ya njano kwa kutumia akili yako tu.